Natambua na ng'ombe wangapi ni wanani, wako wapi, wanafanya nini. Lakini akitaka kuwakatia bima ng'ombe wake hawa, huwezi kukatia bima gari ambayo haina plate namba. Sasa namba tunayokwenda kuzipa mifugo yetu yote ni kuambia sasa hizi tunazitambua, tuko tayari sasa kuwalinda na majanga mbalimbali wafugaji wetu dhidi ya hayo majanga kwa ajili ya mifugo yao ili waweze kufuga kibiashara sasa. Lakini jambo jingine, kwa nini tunakwenda kutambua mifugo yetu? Ni kurahisisha ufuatiliaji na udhibiti wa magonjwa ya wanyama. Ni rahisi kusema ng'ombe namba 234 wa Ashatu Kijaji alitibiwa siku kadhaa, leo ameonyesha dalili hizi tunaweza kurudi na kutrace ile historia yake na tukaweza kutambua ni kitu gani tena kinasumbua mfugo wetu huu, kwa hiyo ili tuweze kufuatilia mifugo yetu hii. Na mwisho ni kuiwezesha serikali yetu na wadau mbalimbali kuweka mipango ya kuhudumia mifugo, kwa kuwa tutakuwa sasa tunatambua tuna idadi ipi, idadi gani ya mifugo tulionayo. Sababu leo ukiniambia peleka josho pale Sengerema nitakuuliza, tunakwenda kuosha mifugo mingapi? Hatujui kwa sasa. Kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan anakwenda kujibu changamoto zote za wafugaji. Tunapokwenda kutambua mifugo yetu, tunajua wapi tutapeleka majosho mangapi, wapi tutapeleka mnada wa ukubwa gani, ili tuhudumie mifugo kiasi gani kwa... Tumeendelea kuimarisha biashara ya mazao ya uvuvi katika soko la ndani na nje ya nchi ambapo mauzo ya mazao ya uvuvi na samaki hai wa mapambo yameongezeka kutoka tani elfu arobaini na mbili mia tatu na mbili za mazao ya uvuvi na samaki hai wa mapambo laki moja thelathini na moja laki moja themanini na moja mia mbili sitini na nane zenye thamani ya dola za Marekani bilioni hii ni shilingi za Kitanzania bilioni 457 laki milioni 817845082 kwa mwaka 2021 hadi kufikia tani 59746 za mazao ya uvuvi na samaki hai kwa mapambo laki moja elfu arobaini na nane zenye thamani ya shilingi bilioni 752 milioni 969 laki nne tisini na nane mia tisa tisini na sita mwaka elfu mbili na ishirini na nne.